Unajikuta mtu msanii mkubwa kama Msechu eti anamsifia mtoto wangu, eti mtoto wangu anapenda maalage <laughs> <laughs> na, atasa kupenda maalage <laughs> wa wa kama ulivyotizama kwenye video hiyo, hayo ni maisha halisi waliowahi kuyapitia wasanii hawa wawili. Hapa namzungumzia Baba Levo aliy ambaye ameonekana akiwa kifua wazi na msanii Peter Msechu. Nini kimetokea hadi leo wapo tofauti? Maisha yao yamekuwa mazuri, wanaendesha magari mazuri, wana majumba. Thubutu na kuzitafuta fursa na, kuzite, na kuzitekeleza bila kupumzika Ndicho ambacho kimebadili maisha yao. Mfano, Peter Msechu amekuwa balozi mzuri wa kuitangaza Tanzania, na miradi mbalimbali ya serikali na taasisi binafsi imekuwa ikimpa fursa eh, ya kuitangaza na kupata pesa. Baba Levo hivyo hivyo. Hivyo aliwahi kusema akipata bahati ya kushikwa mkono na msanii kati ya Alikiba, Raivan, Harmonize na Diamond kwake ni dili la mtende au bahati ya mtende. Ndoto ikatimia, akaingia Wasafi chini ya Diamond, ndipo akaanza kuwinda fursa zake. Leo hii anapata dili kubwa. Hii inatufundisha kutokata tamaa, kutambua fursa na kuitumia kwa wakati sahihi.